Habari inayopendwa, karibuni katika sehemu ya kwanza ya simulizi pendwa inayoenda kwa jina la kivuli cha upendo. Usiku ulikuwa mzito juu la anga la Arusha, mvua ilinyesha kwa utulivu ikiambatana na radi hafifu. Ndani ya hoteli moja ya kifahari mwanamke mrembo kwa sura, lakini unye macho yaliyojaa huzuni aliketi pembeni ya dirisha akiangalia nje huku machozi yakimdondoka kimya kimya. Huyo alikuwa Tasha, mwanamke ambaye alikuwa akiamini kuwa mapenzi ni kitu safi sana kabla ya kukutana na Leonard. Leonard alikuwa ni mfanyabiashara tajiri kutoka Dar es Salaam, mwenye sura ya kuvutia, uroga tamu, pesa mingi. Alimwonyesha Tasha dunia ya kifahari aliyoizoea kupitia Instagram tu. Walisafiri, walipendana, wakaishi pamoja, lakini pole pole giza la siri lilianza kuingia kwenye penzi lao. Siku moja, Tasha alipata ujumbe wa WhatsApp kutoka kwa mwanamke asiyemfahamu ukisema: Usipoachana na Leonard utajuta, mimi ni mke wake wa ndoa. Tasha alitetemeka, alisoma tena ile message: usipoachana na Leonard utajuta, mimi ni mke wake wa ndoa. Alihisi dunia ikizunguka, moyo wake ulianza kudunda kwa kasi kama ngoma ya mganda. Alimwangalia Leonard aliyekuwa bafuni akipiga simu kwa sauti ya chini. Mara alishtuka Leonard alipomwita beb, uko sawa? Akatabasamu kwa kujifanya, niko sawa tu. Usiku ule Tasha hakuweza kulala kabisa. Alianza kuchunguza akaangalia simu ya Leonard na kwa bahati mbaya akagundua ukweli mchungu sana uliomuumiza Tasha pale alipoona picha za harusi ya Leonard na mazungumzo na wanawake wawili wengine, na mipango ya safari ya kimapenzi ya kwenda South Africa na mwanamke mmoja anayeitwa bi Catherine. Asubuhi yake Tasha aliamka kimya kimya, aliamua kutafuta ukweli kamili kabla hajachukua hatua. Alikwenda kwa rafiki yake wa zamani Neema, ambaye ni mwanasheria. nahitaji kujua mahuyu mwanaume ni nani hasa? alisema kwa sauti nzito Tasha. Neema alishangaa. Tasha, una mahusiano na Leonard Mwakipesile, miliki wa kampuni ya Ryon Ronjostic? huyo ni tajiri, lakini ana historia mbaya sana ya wanawake kutoweka ghafla baada ya kutoka nao kimapenzi. Hmm, Tasha alishangaa na aliishiwa nguvu huu. Ah, ndo mwisho sehemu ya kwanza. Tusubiri sehemu ya pili ya mkasa huu. Je, Leonard ni nani hasa, na kwa nini wanawake wanapotea? Je, Tasha atamua kubaki na Leonard au atatoroka? Usiache kuungana nami katika sehemu ya pili. Bay usa kusubscribe, kulike na comment, ili uweze kupata notification na simulizi zinazofuata. Bye.